Okay, kuna jambo moja hivi nataka niwafundishe watu wangu wa nguvu. Naomba nisikilize kwa umakini. Nipende masikio yenu. Ninaomba muda wako kidogo tu. Najua uko bize, uko unafanya kitu fulani. Naomba nisikilize kwa umakini kama dakika kadhaa hivi. Kuna huyu hapa mama amezaa watoto arobaini na nne, lakini ana furaha, ana amani, hana wasiwasi wowote. Hebu msikilize hii taarifa ya habari ya huyu mama kwanza. Mariam Nabatanzi sio mwanamke rahisi kumpata. Anaishi masaa mawili nje ya jiji la Kampala nchini Uganda katika eneo la Mkono, kijiji cha Kasao, tunampata Mariam pamoja na watoto wake. Mariam ana umri wa miaka 38 na amejaliwa watoto 44. Ndiyo, <coughs> <coughs> watoto 44 wote akiwa amewazaa mwenyewe, ni na watoto 44, na walio hai ni 39. Kati ya watoto hao wasichana ni kumi na watano na wavulana ni ishirini na watatu. Ania dako, ania dako. Nilitaka kujua ni vipi aliamua kuzaa kuanzia mtoto wa kwanza hadi kufika nambari 44. Mwanzo nilipata pacha nikapata pacha mara ya pili na pacha mara ya tatu nikafurahi kujua nimepata watoto sita niliowataka, halafu nikashika mimba tena na nikapata watoto wanne wengine kwa mpigo na ikaendelea hivyo kwa sababu idadi hii ilikuwa kubwa, ilibidi anunue kitabu cha majina ya watoto ili asiwasahau. Wengine wakipewa majina hata ya waigizaji wa filamu za Kinigeria, mkubwa zaidi akiwa na miaka ishirini na minne na mdogo akielekea miaka miwili akawa anatiwa mdomoni hususan na majirani na hata familia walioshangaa uwezo wake wa kujifungua watoto wengi ulitoka wapi, baadhi wakimeza mate wakitaka kuibiwa siri ya uwezo huo. Ya Uganda kuna wanaume hata nje ya Uganda wanaotaka ni wazalie watoto, lakini haiwi hivyo mimi sikuendea mwanamume mwingine kumwambia anizalishe. Japo hana kazi maalum anayofanya mara kwa mara, yeye huoka matofali anayouza kwa wajenzi na vibarua vya hapa na pale, ili kuwasomesha wanawe wote. Wataalamu wanasema inawezekana kwa mwanamke kuzaa kama alivyozaa Mariam. Huyu mama ana watoto wote hao, lakini anawalisha bila shida, anawavisha bila shida, na yeye amenona kabisa na ana amani. Sasa nenda kamwangalie mama au nenda kawaangalia wanandoa ambao walijikuta wajanja wakaweka vijiti vya kuzuia mimba, jinsi wanavyoishi maisha ya taabu, kwa sababu wao walijikuta wajanja kuliko Mungu wakaziba uzazi. Mama na watoto wengi huyo, 40 na kitu, lakini anawalisha, anawavisha. Sasa nenda kaangalia mwanamke ambaye kajikuta mjanja, ya kwamba we nikizaa watoto wengi nitafanyaje. Nenda kamwangalia aliyeweka uzazi, jinsi anapoteseka, utafikiana na miliki watoto sijui wangapi. Mimi nilichojifunza hapa, kwa asilimia kubwa, kwenye familia za watu ambao wamezaliwa wengi sana kwanza, huwa hawakumbwi na magonjwa ovyoovyo, cha kwanza. Pili, huwaga wanaamani sana, au wazazi ambao wamezaa watoto wengi. Tatu, ndoa zao ziko vizuri, ziko vema na wanamaelewano. Hivi unajua kwa nini sasa hivi watu kwenye familia yao ni wachache, lakini wanateseka sio mchezo? Ni kwa sababu Mungu alisema nendeni mkaijaze dunia, lakini cha ajabu sasa hivi mtu anazaa mtoto mmoja anaweka kizuizi cha mimba anameza madawa, anachuma sindano ili asizae tena, yani kiasi kwamba anajikadilia ya kwamba mimi nina uwezo wa kuzaa watoto mimi, sisi tutazaa watoto watatu, sisi tutazaa watoto wanne. Kumbe Mungu alitaka ashushe neema ya mafanikio kwenye familia yenu. Sasa Mungu anaona wewe unajikadilia, na yeye anaamua kukukadilia. Kuna mtu amezaa watoto wawili, alafu akaweka kizuizi cha cha kubeba mimba, lakini anaishi maisha ya shida, anaishi maisha ya tabu. Sasa nenda kamwangalie yule mama ambaye hajaweka dude la kuzuia mimba. Nenda kamwangalie, ili kaangalie ile familia ya wazazi ambao hawazuii mimba wao ni wanazaa tu. Wanaishi maisha ya furaha, maisha ya amani, ndoa yao iko vizuri, wanakula vizuri, wanaishi vizuri, japokuwa kuna misukosuko ya maisha, lakini kuna mtu ambaye ana mtoto mmoja au wawili, alafu kaweka kizuizi cha mimba. Anateseka kama vile ana watoto 500. Mungu alivyosema nendeni mkajaze dunia. Anajua wewe ukizaa atakupa nini. Sasa watu wanajikadilia wenyewe wanazaa wanavyotaka. Wanaweka vitu wanazuia wasizae. Mkishaoana ni kuzaa tu, ni kuzaa tu watoto. Mungu, atusamee sana, kwa sababu tunamkosea. Kuna watumishi wachungaji alitaka kuwapitisha kwako wewe, umezuia hilo dude, uzai. Kuna wachungaji hawajazaliwa mpaka sasa hivi. Mungu alitegemea kupitisha watu kwako, baadaye unakuja kutoa ili uzai, alafu unategemea uzai watoto wema tu, na ulikuwa unaua ba, wengine kwenye tumbo lako, alafu unategemea uzai watoto wema tu. Tunamkosea Mungu, hili ni kosa. Mtu yote aliyeokoka atakiwi kutumia vitu vya kuzuia mimba, tutakosa mbinguni. Mimi naambia ukweli. Mungu atakuuliza kule mbinguni, mimi nilitaka nipitishe mchungaji kwenye tumbo lako. Nilitaka nipitishe nabii. Nilitaka nipitishe wewe. Kwa nini uliweka dude la kuzuia mimba? Na mimi nilikuwa nataka nipitishe nabii mwaka fulani. Wewe kwa nini ulizuia? Mungu atusaidie sana. Na ndio maana watu wanaishi maisha ya taabu, maisha ya shida japokuwa wanajikadiria familia. Wakama tuzae watoto watatu au wa wanne, lakini bado wanaishi maisha ya kuteseka. Tuache hii tabia mara moja na Mungu atatusaidia. Nenda ukatubu kama umeweka hiyo dude na uache mara moja.